Hoy! Dr Samia hoi! Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea rais kiti cha urais jamhuri ya muungano wa Tanzania na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, mimi naitwa Hezekia Wenje. Siku tatu zilizopita nilikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda ya ziwa Victoria, Mkoa wa Mwanza, Geita na Kagera, cheo kilichoisha siku tatu zilizopita. Mheshimiwa mwenyekiti na mgombea, huku Karagwe nimekuja mara nyingi sana huko zamani kuinanga CCM, lakini toka nimekaa siku CCM kwenye hizi siku tatu, nimegundua usichokijua ni usiku wa giza. CCM hoye. Waheshimiwa, wananchi wenzangu, nimekaa ndani ya CCM siku tatu, nimesikiliza, nimetazama, nimetafakari. Kila sehemu tulikoenda nasikiliza hizi takwimu za maendeleo, nabaki nashangaa, nasikiliza hizi data nabaki nabaki nashangaa. Nikagundua kumbe sisi kule zamani na hao majamaa wa zamani kumbe tulikuwa tumia tunaokota taarifa ndogo ndogo kwenye mitandao ya jamii kukosoa serikali bila kusikiliza hizi takwimu. Usichokijua ni usiku wa giza. CCM oyee! Mheshimiwa ndugu mgombea, jioni ya leo, naomba mimi tu nikutie moyo kwamba kazi imefanyika kubwa, nimesikiliza hizi takwimu lakini huko pembeni hizo kelele ndogondogo unazosikia Mheshimiwa zisikutishe. Kelele zilianza zamani, hata mbinguni huko kwa Mungu shetani alileta kelele huko akafukuzwa. Kwa kelele zipo tu, hata Mungu alipigiwa kelele Mheshimiwa. Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na wawili tu, wawili tu, lakini bado wakora wakawepo wakidayuda mambo yakawa magumu. Kwa hizi kelele zisikusumbue, kazi inafanyika kubwa na mimi narudia usichokijua ni usiku wa giza na kumbe nimechelewa sana ccm oye mheshimiwa mwenyekiti na watanzania wenzangu nimekuja karagwe mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi hii barabara kutoka hii inayokuja karagwe mwaka elfu mbili na kumi ilikuwa ni barabara ya vumbi kutoka kiaka mpaka hapa kar... kayanga ulikuanza kachukua masaa matano kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu sana. Hiyo ni 2010. Tunakuja hapa leo, kutoka pale mpaka hapa dakika arobaini na tano. Sasa hayo si ni maendeleo? Sasa watanzania wenzangu, hakuna inchi ambayo imeshafika, yani imepata maendeleo mpaka imetosha. Marekani ilipata uhuru mwaka 1776 Leo apa, queen, wana miaka mia mbili na hamsini ya uhuru. Juzi hapa walitoa takwimu, wana idara ya takwimu ya ajira ya Marekani wakatoa takwimu kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira ya Marekani huko juu mpaka rais akamfukuza kazi yule, yule mkurugenzi wa shirika ya ajira ta ya takwimu ya Marekani kwamba amesema ukweli kwamba kiwango cha kutukupa na ajira kiko juu. Ukienda New York au ukienda Los Angeles leo California, wapo Wamarekani wengi wanalala barabarani, hata makazi peke yake ni changamoto. Na hiyo ndio nchi kubwa yenye uchumi mkubwa inayoweza kutoa msaada duniani. Hakuna nchi ambayo imewahi kupata maendeleo yakafika kikomo. Haya yanayotokea ni hatua kwa hatua ni hatua kwa hatua. Kila awamu inakuja inafanya ya kwake, na Mheshimiwa Rais nimesikia hizi takwimu. Narudia tena, usichokijua ni usiku wa giza. Sisi em oye, namalizia kwa kusema, ndugu zangu, lengo ya chama chochote cha siasa duniani ni kushika dola, na unaweza ukashika dola tu ukishiriki kwenye uchaguzi kama huu, Sio maandamano. Dola ipatikani kwa maandamano. Sasa baada ya chama changu cha zamani kugeuka NGO, kwa sababu NGO ndio ishiriki uchaguzi. Sasa chama kimetoka kwenye kuwa chama cha siasa, kimekuwa NGO, kinaendeshwa kime na wanaharakati uchwara, ambao wengine wako huko Marekani na waume zao na watoto wao huko, wanawambia eti nyie mwandamane. Mimi nawaambieni na mzee Kikwete alisema akili ya kuambiwa changanya na nini? Yakwa huko Marekani mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa alitokea mchungaji moja anaitwa Jim Jones. Huyu Jim Jones akadanganya wazungu, imagine wazungu waliingizwa chaka, akawaambia njoni nyiye mnifate na wapeleka mbinguni. Alipoona wamarekani wanamshtukia, akaama na wafuasi wake akaenda South America nchi inaitwa Guyana. Alipokuwa Guyana akahubiri sana kwamba wanaenda mbinguni. Serikali ipo mshtukia tena, akaambia wafuasi wake kwamba tunywe sumu, mnyweni sumu mfe ili uende mbinguni. Mimi nakwambia ukifata hao wanaharakati uchwara ambao yuko Marekani na watoto wake na mume wake wanakula kiyoyozi wanalipwa kwa huu ujanja ujanja unaofanya kwenye, kwenye mitandao hautakuwa tofauti na wale wafuasi wa Jim Jones. Utakunywa sumu mwenyewe. Asanteni sana, asanteni sana watu wa Karagwe. CCM hoi! Wangapi wanamchagua Dr Samia? Wangapi wanachagua ubunge wa CCM? Asanteni sana, Karagwe.